Imeelezwa kuwa zao la chai linaweza kupunguza umasikini na ugumu wa maisha kwa wananchi mbalimbali mbali, endapo uwekezaji wa kutosha utafanyika katika zao hilo. Hayo yamebainika katika mkutano wa wananchi wa jimbo la Bumbuli ambao umeandaliwa na mbunge wa jimbo hilo Bwana January Makamba. Ni katika taarifa ifuatayo. Ni shamra shamra za wananchi wa jimbo la Bumbuli waliokutanika jijini Dar es Salaam ili kujadili mstakabali wa jimbo lao ikiwemo sekta ya kilimo. Bwana January Makamba ni naibu waziri wa wizara ya sayansi na teknolojia, na hapa anaelezea lengo la mkutano huo pamoja na changamoto zinalolikumba jimbo lake. Tatizo la maji kule sio vyanzo, kwa sababu vyanzo viko vingi kwenye maeneo ya milima, kuna chemichemi, kuna mabonde, kutokana na jiografia. Tatizo ni miundombinu ya usambazaji wa maji Kuyatoa, watu wanakaa kwenye vilima na maji kuyatoa kwenye mabonde kuyapeleka milimani na gharama ni kubwa kwenye maeneo kama yale. Aa, kwa hiyo kama unavyofahamu, maji ni miradi mikubwa na ya fedha nyingi, kwa hiyo bado lazima utegemee serikali kutekeleza miradi kama hiyo. Aa, kwa hiyo kama mbunge nimesukuma, aa, tumepata miradi mikubwa mitatu ya maji ambayo itafikia karibu bilioni mbili. Aa, naamini kwamba kwa kadri miaka inavyoenda kwa kadri serikali inavyopanga fedha nyingi zaidi kwenye maji tutapata na sisi zaidi. Kiongozi huyo amewataka wananchi wa jimbo hilo kuungana na kuwa kitu kimoja ili kufanikisha lengo zima la kuwa na maendeleo. Moja ya silaha ya maendeleo ni kushikamana na na umoja na kuweka siasa pembeni na kushirikiana. Kwa hiyo hata hatua ya kuwaita hapa ni katika kutimiza hiyo azma ya kushirikiana. Mlimani TV ilifanya mahojiano na baadhi ya wananchi waliohudhuria mkutano huo na hapa wanatoa maoni yao. ya kufanyika ni usimamizi, upatikane usimamizi mzuri, ndio inawezekana mashamba ya chai yale yakawa mazuri. Usimamizi kama wale pata wawekezaji, labda wawekezaji ambao wanaweza kaendeleza kuwekeza ile chai, lakini kwa sasa hivi kwa kweli hali sio nzuri. hali zamani ilikuwa ni duni, kwa sababu zamani sana ilikuwa imewaokoa watu waliosoma, wamesoma familia zimekuwa alhamdulillah, lakini hapo katikati zao limefifia, kwa ajili ya malipo yamekuwa madogo, watu wamezidi kuwa duni, wanafunzi hawasomi, na tunashukuru kwamba sasa hivi linaanza kufufuliwa tena. Kwangu mimi naona kuhusu zao la chai, hiyo ya kwanza ni bora kuliko sasa hivi. What is the reason? Sababu ni nini? nafikiri ni mazingira ambayo yamwafekti wananchi wenyewe. Kwa mfano mila na tabanu zao zamani, ukichukua kiongozi, kiongozi hachukuliwi kwa fedha, kiongozi anachukua rasmi, lazima ahakikishe kwamba anachaguliwa na wananchi. Kwa hiyo kifika wakati wa mkakati, kwa sababu amemchagua wenyewe, akihitaji akihitaji barabara itengenezwe, chai iwekwe hivi akiwaita wanajua ni kiongozi wetu huu, tumemchagua sisi wamboni wakulima wenyewe, mara moja wanaifika wito wake. Kutoka Dar es Salaam, Alkad Jofrey, Mlimani TV, elimu kwanza.